Kitabu cha Tobiti sura ya saba na ya nane. Ndiyo kanisa la Mungu tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, mahali hapa ambapo tunaendelea mbele na kitabu kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Siku ya leo wapendwa, tutaenda kuendelea na kitabu cha Tobiti. Lakini pia wapendwa, tunaposoma vitabu hivi, kama ukiona kuna mistari inakugusa zaidi moyoni kuliko mistari mingine, au kuna eneo fulani unalielewa zaidi kuliko eneo jingine, usiache kulinoti pembeni. Na ukajipa muda zaidi baada ya kipindi hiki ukaendelea kusoma na akari mwenyewe na kujiombea neema ya kuishi na kujitahidi, kujitahidi kile unachokielewa kukiishi kwenye matendo. Mtu wa Mungu mara zote nimekuwa nakueleza unaposoma Biblia ukiona kuna eneo umelielewa zaidi au limekugusa zaidi kuliko eneo jingine usilipuuzie, jua mahali hapo ndio Roho Mtakatifu anazungumza na wewe kwa wakati huu mpendwa. Tusali, tuanze rasmi usomaji kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu Amen. Baba Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya muda unaotuunganisha watoto wako kwa ajili ya kusoma neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu uwe upande wetu, maana Mungu akiwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Tusamehe dhambi na makosa yetu, e Bwana. Tunaomba huruma ya Mungu ituhurumie na neema yako itupe kibali cha kulielewa neno na kupata uzima katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tukiri Amen. Wapendwa, leo tunasoma kitabu cha Tobiti, ile sura ya saba na ya nane. Katika sura ya saba tutaangalia juu ya Tobia anafunga ndoa, pia tutaangalia juu ya usiku baada ya ndoa. Naam, katika sura ya nane wapendwa, tutaendelea na ule mwendelezo wa hadithi za ndoa na karamu ya harusi. Naam, tuungane sasa ili tuanze rasmi usomaji. Wakafika Ekbatana, wakawasili kwenye, kwenye nyumba yake Ragueli. Naye Sara akaja kuwakuta akawasalimu, nao akamsalimu, kisha akawapeleka ndani ya nyumba. Ragueli akamwambia mkewe Edna, lo, kijana huyu amefanana sana na Tobiti aliye ya jamaa yangu. Ragueli akawauliza ndugu, mmetoka mmetoka wapi? Akamwambia, sisi tu bani Naftali, tuliowafungwa huko Ninawi. Akawaambia, je, mwamfahamu Tobiti ndugu yetu? Wakasema, na mtu mfahamu. Akawaambia, je, hajambo siku hizi? Wakasema, yu mzima tena hajambo. Na hapa Tobia akasema Kweli ndiye baba yangu. Mara la gweli akaruka, akambusu, akalia, akambariki akamwambia, wewe u mwana wake mtu mzuri mwema. Lakini aliposikia ya kama Tobiti yu kipofu, akahuzunika akalia kadhalika, na mkewe Edna akalia na binti yake Sara. Wakawakaribisha kwa ukunjufu wakachinja kondoo dume katika kundi wakawaandalia wingi wa nyama. Kisha Tobia akamwambia Ragueli, ndugu yangu Azaria, usiseme zile habari tulizoziongelea njiani ili shauri liishe. Akam... akampasha Ragueli habari. Ragueli akamwambia Tobia, ule unywe na kuchangamka, maana ni wajibu wako umoe mtoto wangu. Walakini nitakuambia kweli, nimemwoza mtoto wangu kwa wanaume saba, na kila walipomkaribia walikuwa kafa usiku ule ule. Lakini wewe kwa Sara ujifurahishe. Tobia akamwambia, mimi sionji kitu hapa hata mtakapofanya agano na kuagana nami. Ragueli akamjibu, vema, wewe umtwae tangu sasa kama ilivyo desturi, maana wewe u ndugu yake naye yu wako, naye Mungu mwenye rehema awafanikishe katika mambo yote. Akamwambia binti yake Sara, akamshika mkono, akampa Tobia ili awe mke wake. Akasema, tazama umtwae kama iamuriwavyo torati ya Musa, ukampeleke kwa baba yako. Akawabariki akamwita mkewe Edna, akatoa kitabu, akaandika hati, akaitia muhuri, wakaanza kula. Ragueli akamwita mkewe Edna, akamwambia, mwenzangu, uweke tayari chumba cha pili ukamlete ndani. Akafanya kama alivyomwagiza, akamleta ndani, akalia, akayapokea na machozi ya binti yake. Akamwambia, jipe moyo mkuu mwanangu, Bwana wa mbinguni na nchi akupe kibali badala ya hii huzuni yako. Jipe moyo mkuu mwanangu. Sura ya nane Walipokwisha kula, wakamwingiza Tobia kwake. Naye alipokuwa akienda akayakumbuka maneno ya Rafaeli, akayatoa majivu ya ubani akavitia juu yake moyo na ini vya samaki, akafukiza moshi. Yule jini aliposikia harufu akakimbia hata kukimbilia pande za juu za Misri, huko ndiko malaika alikomfunga na wakiisha kuwamo chumbani mwake wawili, Tobia akaondoka kitandani akasema, ndugu yangu, ondoka ili pamoja tumwombe Mungu atuhurumie. Ndipo Tobia alipoanza kusema, ee Mungu wa baba zetu umehimidiwa, na jina lako takatifu tukufu limehimidiwa milele, mbingu nazo zikuhimidi pamoja na viumbe vyako vyote ndiwe uliyemumba Adamu ukampa mkewe Hawa ili awe msaidizi na tegemeo na kwako umetoka uzao wote wa, wa wanadamu nawe ukasema si vyema mwanamume akae peke yake na tumfanyizie msaidizi wa kufanana naye na sasa e bwana simtwai huyu ndugu yangu kwa ajili ya tamaa bali katika kweli uamuru ni rehemiwe hata ni wahi kuona uzee pamoja naye. Sara akasema pamoja naye amin. Basi usiku ule wakalala usingizi wote wawili Ragueli akaondoka mapema, akaenda akachimba kaburi, akasema hatuendi huyu naye atakufa. Ragueli akarudi nyumbani, akamwambia mkewe Edna, tuma mjakazi mmoja amtazame, kama yu hai la amekufa na tumzike, wala asijue mtu yoyote. Basi ule mjakazi akaufungua mlango akaingia akawakuta wote wawili wamelala, akatoka akawaambia ya kwamba yu hai. Mara Ragweli akamhimidi Mungu akasema: E, Mungu, umehimidiwa kwa sifa zote zilizo safi takatifu, kwa hiyo watakatifu wa kuhimidi pamoja na viumbe vyako vyote na malaika zako zote na wateule wako wote wa kuhimidi milele. Wewe umehimidiwa kwa kuwa umenifurahisha, wala yale niliyo ya hofu hayakunipata haya, bali umetutendea sawasawa sawa na rehema zako nyingi. Wewe umehimidiwa kwa kuwa umewarehemu wawili hawa walio watoto pekee wa wazazi wao. E Bwana, uwajalie rehema ili waimalize maisha yao katika afya pamoja na furaha na rehema. Kisha Ragueli akawaamuru watumishi wake walifukie kaburi, akaifanya karamu ya harusi yao siku ya kumi na nne. Na kabla ya kuisha siku za karamu ya harusi, Ragueli akamwapisha Tobia asiondoke hata siku zile kumi na nne za karamu ya harusi zitimie. Halafu yake aitwa halafu yake aitwae nusu ya mali zake zote aende salama kwa baba yake akasema, na iliyobaki utapewa nitakapokufa mimi na mke wangu.